afisa mtendaji mkuu wa wakala wa vipimo wma bwana alban kiula amebonyeza kengele ya hatari kwa wafanyabiashara wenye tabia za kuchezesha mizani ikiwemo ukataji wa mawe ya kupimia uzito kwa kusema kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya watakaobainika kwa kutozwa faini ipatayo milioni moja hadi milioni 20 kwa kosa moja hayo amebainisha jijini dodoma katika mkutano wake na waandishi wa habari tarehe 25 machi mwaka huu katika ukumbi wa idara ya habari maelezo alipokuwa akieleza mafanikio aliyoyapata kwa kipindi cha miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita ya Mweshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hasan. Kwa hiyo kabla mwaka elfu mbili kumi na sita faini ilikuwa elfu kumi tu kwa kosa moja, na kuna baadhi ya wananchi walikuwa wanafanya michezo, wanasema faini yenu shilingi elfu kumi, naomba nikalipe faini. Lakini baada ya mwaka elfu mbili kumi na sita mwezi Novemba, faini sasa ni shilingi laki moja mpaka milioni ishirini kwa kosa moja. Kwa hiyo kwa mfano muuzaji wa nondo kamkuta ana nondo za aina tatu labda milimita kumi na mbili ambayo haiko katika kipimo sahihi, milimita kumi na sita milimita nane hayo ni makosa matatu. Kwa hiyo faini yake ya juu kabisa, itakuwa milioni sitini. Kwa hiyo atajitetea na nini, na nini baadaye atapigwa faini ile ambayo mpiga faini busara imemtuma kwamba inafaa Kwa hiyo faini sasa hivi ni kali na niwaombe wananchi wasichezee mizani kama nilivyosema pale awali, wasichezee mizani, wasichezee vipimo vya aina yoyote. Akijibu swali la waandishi wa habari lilolenga kufahamu mbinu wanazotumia kuwabaini baini wafanyabiashara wanaochezesha mizani hiyo, amesema wanatumia mbinu mbalimbali kwa baini ambazo wameweka kama ofisi, lakini pia kutumia taarifa mbalimbali wanazopokea kutoka kwa wananchi, na kuwataka wananchi kuwa na utaratibu wa kutoa taarifa mara tu wanapobaini kufanyika udanganyifu huo. Hii sisi katika kuwabaini wanaochezea mizani, kwanza kama nilivyosema kwenye maandiko matakatifu, wana kitu cha kujibu siku ya mwisho. Pala pande kishapigwa wataenda kujibu e, kwa kwa sisi tutawabaini hapa, lakini tusipowabaini wameandikiwa kwa, wataenda kujibu wao wenyewe. Kwa hiyo niwaombe, tushirikiane kuwabaini, na sisi tunachotaka ni taarifa tu, na siku hizi tuna utaratibu mzuri. Tungependa tuende hata na wewe, tutakutengeneza tu namna utakavyokuwa, tuende na wewe tumekuwa tukipata changamoto, tunapata taarifa ukienda unakuta hakuna tatizo kwako, tunabaki tunalaumia. Kwa hiyo tungependa pia unatupa taarifa tunakwenda au unakuwa eneo la karibu, tutakwambia kweli pale kuna changamoto au hamna changamoto. Kwa hiyo tunawabaini kwa kufanya kaguzi ambazo tumezipanga sisi kwenye ofisi zetu, lakini pia tukipata lalamiko kwamba sehemu fulani, mwananchi unatakiwa kuhisi tu, nimenunua nyama na hisi sio kilo moja, wewe una kipimo au kapime sehemu sasa, ambayo unaiamini, nimeweka mafuta kwenye gari na hisi mafuta niliowekewa leo sio ya elfu ishirini kwa sababu sisi tunatakiwa kusimamia ni wewe mwananchi upate huduma au bidhaa kulingana na thamani ya fedha uliolipa, ndio jukumu letu kubwa. Kizungumzia mafanikio aliyopata kwa kwa kipindi cha miaka minne, amesema ameboresha hali ya utendaji wa kazi kwa kupata jengo la kisasa lenye ghorofa sita na vyumba 60 vya ofisi lililojengwa katika eneo la Medeli jijini Dodoma, huku mkurugenzi msaidizi wa idara ya habari maelezo Biza Maradi Kawawa akisema serikali imeanzisha wakala wa vipimo ili kulinda haki na maslahi ya Watanzania wote. Miaka mingi tumekuwa na changamoto ya mazingira ya utendaji kazi, lakini tarehe kumi mwezi Machi mwaka huu, wiki moja tu iliyopita, tumepokea jengo la kisasa ambalo litatumiwa kama makao makuu ya wakala vipimo. Jengo hili liko katika eneo la Medeli pembeni ya ofisi za mkemia mkuu wa serikali ambayo sasa tunajivunia nalo. Ni jengo la gorofa sita, litakuwa na vyumba sitini vya ofisi. Ni kwa muda mrefu tumekuwa tukipanga katika sehemu mbalimbali ofisi za wakala wa vipimo makao makuu, lakini sasa kuanzia tarehe kumi Machi ya mwezi huu tunamiliki jengo letu wenyewe kama wakala wa vipimo. imeanzisha wakala wa vipimo ambayo imekuwa inafanya kazi nzuri ya kuhakikisha dhuluma inapotea katika huduma zinazotolewa kibiashara ili wateja ambao ni watanzania wote tuweze kupata haki stahiki. Lakini tumekumbushwa wajibu wetu sisi kama wanahabari na Watanzania kutoa taarifa juu ya wale wote ambao tunahisi au tuna uhakika wanafanya dhuluma hizo.